Mchezo ambayo itakuwa mbele sasa, na sababu mchezo ambao ni. Lakini uh, bench kwa fundi inaonekana kutoridhishwa sana na maamuzi ya muamuzi katika mchezo wa leo. Uh, kwa upande wako ulionekana kupendelea zaidi, lakini uh, binafsi muamuzi anaonekana kupendelea zaidi timu moja, kwa sababu namba ya bench ilikuwa ni react kila dakika ambapo yeye Yanga akicheza foul ama Simba akicheza foul. I think ni si huwa sio muhimu sana kuongelea uh, kazi ya mtu mwingine kwa sababu sijui, sijui kuna vitu vingine viko vinaonekana, kuna vitu vingine sijui ni interest ya mtu au ni lakini, kwa mimi niseme nilikuwa nawatuliza, kwa sababu tunahitaji tukujiconcentrate kwenye kazi yetu sana, kwa ile kazi nyingine inakuwa inatupoteza energy. Kwa hiyo imetokea hiyo emotions, sometimes ni kujicontrol kuweza kumtenga. Ndio ndio, vitu siwezi kuliongelea sana. I think kama maamuzi ya kuamulia vizuri sijui yeye alikuwa na akini kikubwa kama mimi na uh, kiongozi wa staff na mimi nitumie staff ili tuweze concentrate na kazi. Kocha alikuwa na kiwango bora sana katika kiwanja cha nyumbani especially kwa timu ya Simba ilikuwa timu ya kwanza, kwa timu ya Yanga pamoja na Azam kupata alama zote tatu. Leo strength yako ni tofauti na michezo I think unapokuwa unakuwa bora, kumbuka na wale wengine na wenyewe pia kuna uh, ubora wako sio hawawezi kuja uh, tu kwamba Uh, lesi labda kwa kucheza na Yanga na wenyewe wangekuja wakacheza hivyo hivyo, wanaangalia wapi ambapo kunakuwa kuna strength hii waweze kuzitumia, lakini uh, for me niseme, eh, uh, nimemaliza mechi ya uh, nafikiri kama ya nyumbani ya pili, eh, uh, kufungwa nifungwa na Singida na Simba, sija ruhusu nyumbani, sijafungwa mechi nyingi, so I think uh, bado kama mwalimu, na nafasi ya kuleona kuona sasa ni sisi ndio ambao nahitaji kutengeneza wachezaji ambao bora wanaweza kwa kupitia kwenye mechi ya leo. Kocha, kukosekana kwa Wilson Edin Nangu katika mchezo leo, unaweza kusema kimbinu uh, na kifundi, kuna vitu vya vimemisi. Hapana, hapana, mimi uh, kama coach na wachezaji thelathini uh, wachezaji wote uh, malengo yangu kama mwalimu kuwaweka kuwa bora. Tumemkosa Nangu, labda akaenda kwenye national team, sasa na nikuwa naumwa vipi, labda unaweza kusema mwalimu hawezi cheza. Hapana, kila mchezaji kwangu ni muhimu ya uh, na kila mchezaji ana passport tayari kwenye kila mmoja. Mchezo wa leo unaozungumziaje, mmeweza kupoteza kwa goli moja, ulikuwa mchezo mzuri kama nilivyosema. Yeah wametaabika kweli kama umefuatilia mm. wame mm. na wametaabika si padogo mm. kilichotokea, Watanzania wameona wameshuhudia, mm. kwamba mm. nani bora katika mchezo wa hili vijana mm. wamepambana, wamecheza mchezo wa hali ya juu sana mm. na ndivyo hivyo tumepoteza eh, lakini nadhani hata wao waliopata ushindi huo bado wanajiuliza wa na bado itawasumbua itawatesa kwa sababu naona kama hawakustahili kwa namna mpira ulivyocheza. Kuna limbukini kubwa sana sasa hivi la marefali uh, tunaona KMC watu walizungumza sana. Je, leo kwa upande wako he, hapa Meja Jenerali Samuru unaona marefali waliweza kuchezesha kwa haki? mlifungwa kwa haki? A, mechi hii huwa ina, ina ina watu wanaofuatilia. Kuna mechi commissioner ambaye huyu ndiye anayewaangalia anaye, anaye, anaye wa, kwamba waamuzi wanachezeshaji na anatoa na alama hmm. Natakiwa atoe taarifa yeye kwamba waamuzi wamechezesha sawasawa au waamuzi wamechezesha chini ya kiwango, lakini mbali tuna mechi kamishina mpira ni wawazi na wewe umeutazama, ni kuulize wewe, walikuwa sawa sawa au ah, hawakuwa sawa? Mimi naona walikuwa sawa basi e. Tusubiri e. Kila mtu ana maoni yake lakini e. mmoja ana maoni yake e. kila mmoja ana mtazamo wake hmm. na Mbengi, kila Mtanzania ameona, kwa kuwa wapo wenye mamlaka wanaojua kitaalam kwamba huyu ametenda haki ama hakutenda haki, basi na wao kwa taarifa zao wazitendee haki. La mwisho kabisa kusha, aa, ligi yetu unaionaje kuelekea msimu unaenda kuisha? Ligi ni ngumu, ligi na ushindani kikubwa tu cha, cha kusisitiza cha kutumiza kukumbushana sheria kumi na saba itafsiriwe vizuri ili kila mmoja apambane apate haki yake kutokana na uwezo. Masau, uh, ligi iko ukingoni, ukiangalia mm, timu yako mpaka sasa hivi nadhani mmefikia malengo yenu ambayo mlikuwa mmeweka tangu mwanzo. Ah, tulishasema muda kwamba kulikuwa na malengo ya aina mbili. Lengo la kwanza ilikuwa ni ubingwa ambao tayari uaishaeu na lengo la pili ilikuwa ni kuwa miongoni mwa timu nne bora ili tupate uwakilishi katika mashindano ya CAF, lakini hilo pia tumefeli. Kwenye bidi ya NBC tayari malengo yetu tuliokuwa tumejiwekea tumefeli. Kwa sasa hivi mtazamo wetu mkubwa umebaki kwenye siara zilii zinioshirika. Lengo letu ni kucheza mashindano ya CAF, na kama unatufahamu utakuwa na nusu fainali aa ya na wale ambao sisi ndio waiziwa wananchi wanalinda, yes, jeshi la kwa jeshi la kwa hiyo mama maswele mnajiona kabisa kwenda kucheza michuano ya, ya ya, Kafu msimu ujao. E, mimi naona unaona mtazamo wako uwezo tulio nao andalizi tunayoyafanya kama, na, kama itapigwa fair sheria zile kumi na saba zikafanya kazi sawasawa sawa. Watapisha. Unasema. Watapisha. Yaani wananchi watawapisha. Eh, watapisha. Wananchi unamaanisha, watawapisha. Hakika watapisha. Wananchi hao. Hao hao. Asante sana sana san, san, tunashukuru san. Alhamdulillah mechi inaisha na mchezo kwa tathmini yangu ilikuwa nzuri. Mchezo ambao ulikuwa wazi na Of course umekwenda vizuri tu na sisi hatuna wakumlaumu kwa goli tuliofungwa isipokuwa sisi wenyewe, kwa sababu ni goli ambayo imetokana na uzembe wa kwetu wenyewe. Lakini kazi ile ni nyakati ambazo simu wachezaji wanapaswa kuwa makini eh, zaidi, lakini umakini ulipokua kidogo ukaruhusu krosi ile na mpira ukapita mbele ya watu kumkuda mtu uko nyuma na ukitegemea mechi kama hizi halafu mtu anaona kupiga mpira akiwa yake karibia kwenye sita ndani ya timu yangu, kwa makosa yetu. Unakubali kwamba ni makosa yenu, lakini pia hapo, kwenye nafasi nzuri, kitu gani unakitazamia au unakitazamia kama klabu kuelekea michezo mingine, kumaliza msimu huu? Yes, tunajua kama tuko nafasi nzuri, tuna status nzuri. tatu zinazakeacheza mechi avetu nafikiri ni mechi ambayo itatoa pia hatima yetu kwa sababu tunaondoa mechi tulibakiza nyumbani, baada hapo tuna mechi ya nusu fainali ya, ya, ya, ya, ya FA ya alafu tutakwenda Mwanza lani tutakwenda Kigongo kwao. Tunaamini kwamba mechi yetu ya Fontaine ndio mechi yetu ya maamuzi, na tunajiandaa kwa ajili ya kwa kwa hiyo tunajua kama tuko nafasi nzuri, lakini tunahakika hatuwezi k